Mzee Saidi leo inyekuwaje? Mbona unaona kwenye mazoezi hapa? Mzee Saidi, Mzee Saidi, Mzee Saidi, Mzee, Mzee, Mzee, Mzee Saidi, Saidi, Saidi, Saidi. Kulikoni tena mzee wangu? Ah, kulikoni nimezidi kudhulumiwa sana bwana. Na, Unadhulumiwa nini sasa? Nadhulumiwa, watu wamefungua majina kwa majina yangu kwenye kwenye nani bwana kwenye nini Si kwenye Instagram huku. Ni ni sasa, nimeamua nifanye mazoezi hizi. Zoezi ni kwa ajili yao, zoezi ni kwa ajili yao. Ah, nafanya mazoezi kwa nguvu sana, nikimkuta namnyanyua na mtupilia mbali kule. Wewe eh? si mchezo eh? Ya. eh, yani na hasira nao yani, hivi hapa ninapofanya hivi yeah? Sasa namvuta yeye. Wanafungua akaunti nyingi wanatumia jina langu, sio za kwangu hizo kabisa, wanadhulumu watu kupitia jina langu bwana. Bwana yeah. Bwana mwamba mwamba, tena nimekumbuka bwana e, waambie hivi. Nani kwanza wanayekufanyisha hivyo ile jambo, wanafungua akaunti kwa kutumia jina lako na lengo juu, nini? Mimi sijui. Umjui anayefungua? sijui kabisa. Sasa mjuaje? Sasa utamkamataje? na kati unafungua, unafanya mazoezi kwa ajili ya huyo mtu. Wameniambia kwa kwamba kakwamba uh -huh ukiingia ndani kule unalikuta lile jina limeandikwaje? Sijui sasa limeandikwaje, ndio natafuta wataalamu wanisaidie. Kwa hiyo kabla ya kuwapata wataalamu, nataka nifanye mazoezi eh? nijazie sasa, niende nikapambane nao, niwe na nguvu. Bana, nataka kumuumiza mtu. Yaani unaipiga inaitwaje? Hii hii si jimu bwana wewe mimi na. Ndio unatengeneza nini sasa? Ah, hapa nanyoosha mgongo ili kusudi boki. Eh, mgongo nikija kumweka mgongoni eh? na namtupa upo kama ka gunia. Kuna kifaa kingine nimekiona mimi sikijui ngoja kwa nikuonyeshe hapo. Ah sasa inaitwaje? Sasa hiyo. Hiyo bolt. Bolt. Bolt. Bolt. Eh? Hii nini? Ya nini? Hii unanyoosha namna hivi viganja hivi. Yaani hapo umeshafanya kazi ngumu na una una, una, una, una, una, una Yani, kwa ajili ya kuregeza misuri. Mwalimu wangu hapa yupo hapa, sinaona siju, kwa ajili ya, e, ya kupiga hizi bolt, si za kufungia kwenye gari hizi? Bolt za kwenye gari. E, humu ndani mna vitu vingi bana, hii gym imekamilika babu kabisa. E, mwenye gym kaniambia njoo, eh. Kwa niaba tu. Mzee, wanakusumbua wanakuibia sana. alafu nataka niwaambie mashabiki zangu, zile zote mnazoziona sio za kwangu akaunti Sio za. Wale wote ni wezi, wanaiba kupitia jina langu. Kama mashabiki zangu mnanipenda, tokeni huko msiingie, waje wapi? Waje Chapesa, ndio napatikana mimi. Lakini ukiona Mzee Said ujue sio yangu, wanaiba ndio maana nimeamua niombe sehemu ya kufanyia mazoezi, umeona hiyo. Wanakula jasho langu sasa, nataka jasho langu liende likarudi. Alafu mwalimu wangu ameniambia wa ninapoinyanyua hii ha, natakiwa nitanue kifua niwe kifu. na, na kifua nyandanane. Mimi nakwambia wale nye nakuja, mmezoea kuiba hela yangu lazima wakalipa. Yani lazima mmefungua akaunti nyingi jina langu yani mimi na asira kilo hamsini. Mimi na nguvu naona, naenda mpaka juu. Aa, kama tayari nimeshajazia. Watafuta sana. Ay, wanakula hela zangu. Afu wafikishie wataarifa uh-huh, washabiki wangu wanaonipenda na wasionipenda na mimi nawapenda wote, waambie kwa kwamba Mzee Saidi anasema zile zote mnazoona Instagramu sijui TikTok sijui tkisi sijui ngaka wapi sijui wapi karaka shene, sio za kwake, wanaiba wananiibia tu. Mi mwenyewe maskini natembea tembea wa miguu, wao wanapata hela, wao wanaishi na mafamilia yao, mi sina hata shilingi bwana. Mzee Saidi yeah. pole sana Mungu atajalia kila kitu kitakasa. Hey, jamani kwa... Hakuna ah, shida, hamna shida. Wewe pambana Mzee Saidi ah, eh, wewe. We, we. <laughs> ah, <kastaki. laughs> ah, we. ah. Mzee Saidi leo imekuja. Mbona unaona kwenye mazoezi hapa Mzee Saidi mzee Mzee Saidi mzee mzee mzee mzee mzee mzee mzee mzee, Kulikoni tena mzee wangu. Ah, kulikoni nimezidi kudhulumiwa sana bwana. Unadhulumiwa nini sasa? Nah, nadhulumiwa nadhulumiwa, watu wamefungua majina kwa majina yangu kwenye kwenye nani bwana? Kwenye nini? Si kwenye Instagram huku. Sasa nimeamua nifanye mazoezi, hii mazoezi ni kwa ajili yao eh, ni kwa ajili yao. Nafanya mazoezi kwa nguvu sana, nikimkuta namnyanyua, namtupilia mbali. Wewe, si mchezo yani, naasila nao yani, hivi hapa navyofanya hivi yeah. Sasa namvuta yeye. Wanafungua akaunti nyingi wanatumia jina langu, sio za kwangu hizo kabisa, wanadhulumu watu kupitia jina langu. Bwana bwana, yeah. Bwana mwamba, mwamba tena, nimekumbuka e bwana, waambie hivi. Nani kwanza wanayekufanyisha hivyo ile jambo, wanafungua akaunti wa si si si kwa kutumia jina na lengo nini? Mimi sijui, umjui anayefungua? Sijui kabisa. Sasa sasa, mjuaje na kati, utakamataje na kati? Wanafungua, wanafanya mazoezi kwa ajili ya huyo mtu. Wameniambia kwa kwamba ehe, ukiingia ndani kule, unalikuta lile jina limeandikwaje sijui. Sasa limeandikwaje, ndio natafuta wataalamu wanisaidie. Kwa hiyo kabla ya kuwapata wataalamu, nataka nifanye mazoezi eh? Nijazie sasa, niende nikapambane nao, niwe na nguvu. Nataka kumuumiza mtu. Yaani unaipiga inaitwaje? Hii hii si jimu bwana wewe mimi Ndio, na. We. Nini sasa? Ah, kumumiza mtusijimu nanyoosha mgongo ili kusudi e, mgongo, mgongo eh mgongo nikija kumweka mgongoni na anamtupa upo kama ka gunia. Kuna kifaa kingine nimekiona mimi sikijui ngoja kwa kwenye sasa Sasa hapo. Ah hiyo Hiyo Eh? Hii nini? Bolt. E, bolt ya nini? Hii unanyoosha namna hivi viganja hivi. Yaani hapo umeshafanya kazi ngumu na una una, una, una, una, una, una. Yani, kwa ajili ya kuregeza misuli. Mwalimu wangu hapa yupo. Hii sinaona siju, kwa ajili ya kupiga hizi bolt? Si bolt hizi za kufungia kwenye gari hizi, gari, gari. E, humu ndani mna vitu vingi bana. Hii gym imekamilika babu. Kabisa. E, mwenye gym kaniambia njoo e. Kwa niaba tu. Mzee wanakusumbua wanakuibia sana. Alafu nataka niwaambie mashabiki zangu, zile zote mnazoziona sio za kwangu akaunti wote ni wezi, wanaiba kupitia jina langu. Kama mashabiki zangu mnanipenda, tokeni huko, msiingie. Waje wapi? Waje Chapesa, ndio napatikana mimi. Lakini ukiona mzee Said, ujue sio yangu, wanaiba ndio maana nimeamua niombe sehemu ya kufanyia mazoezi yani, yote kwa kuwatengenezea wao. Umeona, hiyo inakula jasho lako, wanakula jasho langu. Sasa nataka jasho langu liende likarudi. Alafu mwalimu wangu ameniambia ninapoinyanyua hii natakiwa nitanue kifua, unaipiga niwe na kifua nyandanane. Mimi nakwambia wale nyie, nakuja mmezoea kuiba hela yangu, lazima wakalipa. Yani lazima mmefungua akaunti nyingi jina langu

Waambie kwa kwamba mzee Saidi anasema zile zote mnazoona Instagramu sijui TikTok sijui tekieksi sijui ngaraka wapi sijui wapi karaka shene sio za kwake, wanaiba, wananiibia tu. Mi mwenyewe maskini natembea tembea wa miguu, wao wanapata hela, wao wanaishi na mafamilia yao, mi sina hata shilingi Bwana, mzee Said pole, yeah, sana Mungu atajalia kila kitu kitakaa sawa. Hey, jamani hakuna shida, hamna shida, wewe pambana mzee Said. Haya, poa. Wewe wewe wewe wewe, mimi. Ah, ah, kastaki. <laughs> <laughs>